Sasa kuna huyu mwanadada nimemkimbiza sana, nimekimbizana naye sana, nimengangana nimengangana, ah, nika give up. Jingine ikikatuna unaonaga yenyewe hii si yangu. Sasa last weekend akanipigia, akaniambia hi, nipe kajibu hi. Sasa akaniambia okay, tunaweza kutana leo kai. Nikashtuka na wota ama sioti. Sasa akaniambia leo nataka tukutane mahali Nikasema ah, haina shida, nitaweza kukutana mimi, nika na nilikuwa nimeandika kaloni hivi kelefu 30 hivi nikachukua ku, nikachukua 10 nikasema, hii ah anaenda kuntambua leo. So nikaenda nakumbuka uju Okemisi Lewangi, yeye pia si mlevi. Nikachafua meza na vinywaji tu za maafya eh, hizi yogurt kubwa kubwa fruits juu wapi, nikachafua keki vitu, meza nimechafua. Sasa tukakula tukakunywa tukakaa, napiga story na ah, leo wenyewe Mungu amejibu. Wanasemanga kila umbo na sukari yake, nikaona leo sasa ni siku yangu. Nikabambika, nikafurahi. Unajua sasa watu wenye si walevi mko soba hivi, mnaangaliana hivi, hakuna hata mwenye anafanya hata hata macho hivi. Sijui hivi. Ah, ah, kila mtu ani uko tu soba hivi sasa ai, akaniangalia pia mimi na mwanga, napiga tu smile yangu hapo chini tu. Nikapiga ka smile hivi. Ah, mrembo akanishikashika ndevu hivi. Nika, ai, nikasema hiyo. <coughs> Giza iko je sai? Ai, ai akaniangalia. Nika ai, ni nenyewe, napiga tu smile yenyewe, leo nimefaulu. Sasa akanishika, akaniambia nikwambie kitu, nikasema ah, mrembo ungekuwa ushasema. Ai, akaniangalia akasema na napenda sana umenibaya kila kitu. Nasema ah, mrembo, anything for you. Akasema hapana, akaniangalia akaangalia chini hivi, nikasema leo nataka kusema yes. Nikaanza kupiga kiss smile hivi, aki na kuangalia paka anashindwa, ulikwango wapi kama ukimwi hujakuja. Anambia ati nini? Mimi kutoka hapo nilipatikana St Mary, ninaekwa maji sijui nini iliendelea. Mimi hata mimi saizi nikikumbuka ati aliniambia nilikuwa wapi bifaa pati ukimwi nina